So leo tuko na mtumishi Sam ambapo kulikuwa kuna maswali yake. Ngoja uh, nisome hapa. Swali la kwanza lilikuwa ni, aha, huyu anasema samani, mimi naomba kufahamu, je, kuchoma nguo za ndani ni sahihi? Uh, kuna huyu hapa yeye anauliza na je, kwa nini mtu unamwacha Yani unaachana naye kwenye mahusiano yani ex wake eh, na bado unakuwa unamwota. Ndio, yes, ndio swali la kwanza yule ameuliza, kwamba ni kwa nini ni amezoea kuchoma nguo zake za ndani. mm -hmm. ndania ni sahihi ni, ni nguo za ndani kuzichoma ni sahihi, kama endapo anatumia mafuta ya taa mm -hmm. kuzichoma, lakini kama hautumii mafuta ya taa unapiga kibiriti tu na kuchoma, ndio maana hujavunja nguvu aina yote ambako iliyoko pale, okay. Kwa mtu ni sahihi aweze kuchukua mafuta taa, mm -hmm. au kitu chochote kile ambacho kina uwezo wa kuvunja zile kitu anachoma moto, ila si awashe tu kiberiti, aweze kuchoma, atafute kitu chochote kama petroli, mafuta taa, mm -hmm. aweze kuchoma, inakuwa ni sahihi kama atatumia njia hiyo. Kwa nini mafuta taa? Mafuta taa Ina... Kwa nini nisiweke hata kwenye mkaa ambao unatokota? Hata mkaa ni sawa, lakini inafaa mkaa, mafuta taa, chumvi, maji ya baraka ni vitu ambavyo vina vinaashiria tofauti katika ulimwengu wa kiroho. Wa kawaida, wengi hawajui vitu ambavyo vipo katika hivi vitu, kitu kisichoonekana kipo ndani ya kiroho na kitu kinachoonekana ni kitu ambacho kipo katika uhalisia ambao unaonekana, Kwa vitu ambavyo vinakuaga kwenye nguo ya ndani mtu aliyeogea vinashiriki ndani ya kro, kama tulivyoongea ile wiki kwamba tukuje kufundisha swala la cho kwamba ni vitu aina gani yes. Ni vitu ambavyo havionekani kwa mtu, ni heri atumie mafuta taa kwa ajili ya kuchoma. Kama anajua nguo ameichoka, achukue mafuta taa aweze kuichoma, lakini uchukue tukiberiti muda huo na kuiwasha. mm -hmm. ina maana unaagiza nafsi yoyote ile mm -hmm. kuingia kwako, umeelewa? Kama sio nguo ndani, ni nguo ya kawaida mtu anaweza kavaa, ni heri umpe mtu ambaye ana uwezo ambaye ana uwezo wa kuwa na uwezo wa kupata ile nguo, ni heri umpe kuliko kuichoma. lakini mm -hmm. kama ni ya ndani, chukua mafuta ama kitu ama maji kwanza, ya baraka mm -hmm. maji yoyote, kama ni Muislamu mm -hmm. nachukua maji ya Zamzam mm -hmm. anayemwagia, na acha mpaka inakauka na kuja kuichoma kwa mm -hmm. kuichoma, sio mbaya na je, tu nikaimwagia maji kama ni ya Zamzam afu nikaichanachana nikaikatakata nikaiweka kwenye dustbin pia ni sahihi? Aha, hiyo yeah. Imeruhusiwa. Naam. Haya, kwa huyo ambaye yeye ameogea nguo ya ndani naam, na ameona dalili zote ambazo uliziongelea mara ya mwisho kwenye kipindi ndio, yeah. Anaziona, anatokaje kwenye hiyo nafasi ya ku, ku, yani kuwa na hizo dalili na hizo ndoto anazoota za ex wake? Ndio, yeah. Changamoto ya waume wa, wa kiroho, unajua mtu anayeogea nguo ya ndani huwa waume wa, wa kiroho ndo wanaishi ndani yake. Kwa waume wa, wa kiroho wanapoishi ndani yako, huwa wanakuletea nuksi, labda ya kuachwa mara kwa mara, kelele ambazo haziishi ndani ya ndoa, amani ndogo, mtu kutokupata mtoto, mtu kutodumu katika ndoa yake, ndoa au mahusiano, mtu kudanganywa ovyo katika mahusiano, kukosa huduma kwao unapo, unapoitoa ile ni kitu kinaitwa agano, agano inayoishi. Ndio maana ni sawa na ile swali aliyouliza kwamba kwa nini nikiachana na aisi wangu bado namwota. mm -hmm. ni kwa sababu gani? Mwili wa mwanadamu ni thamani kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa unapobaki utupu, ina maana unakuwa unakaribisha roho tofauti ambazo zinakuangazia kwa unaposhiriki na mtu ni kama unaweka agano ya kiroho umenielewa? mm -hmm. agano ya kiroho kwamba yule ndo mwenza wako. Ndio maana mara nyingi huwa anasemaga kwamba mtu anaye shiriki huku huku huku huku analeta janaba, ni kwa sababu unakuwa unachanganya nafsi za kiroho, ni wapi iweze kusimama? mm -hmm. kwa sababu unaposhiriki na mtu unakaa naye leo, kesho kuto uko naye yeye, kesho kuto uko naye yeye, ile inakuwa ni kama agano ambayo umeiweka ndani yenu. Nadhiri dhiri inaoishi kwa yule mtu akienda, kama nafsi, kama katika waume nafsi zake za kiroho zile, au wake zake wa kiroho wapo, wanakuwa na wivu na wewe unapoingia katika wanawake wengine. Ndio maana mwanamke anaweza kachana na mwanaume mwingine akawa ni mtu wa balaa tu, au mwanaume anaweza kachana na mwanamke akawa ni mtu wa balaa tu okay. Yani, leo yuko na huyu kesho, yaani afu mambo yake yanayumba kwa sababu gani? Kuna waume wa kiroho wanaobaki na kuna wake wa kiroho wanaobaki kwao, wanaishi na wewe, wanajenga wivu bado na wewe. Unakuwa huolewi, wala huoi no, e, wala huoi umeelewa? Kwao unapoachana na mtu katika mahusiano, vunja agano. Unavunjaje agano? Ndio maana tunasema watu wapende kutanguliza neno la Mungu kila wakati, kwa sababu Mungu anapokuachisha na mtu huenda anakuepusha na kitu ndiyo. Na anapokuepusha na kitu, mtangulize yeye. mm -hmm. Lakini siku hizi watu anaachana na mtu anapambana ili yule aumie, apambane ili avunje agano lililokuwepo kati yao, ila anapambana tu kuona labda yule anayumba kimaisha mm -hmm, au anapotea mm -hmm, au anapata changamoto, ndo furaha yake, lakini amwombei hawe mtakatifu kama yeye mm -hmm. Umeelewa, kando kikubwa kuvunja inahitaji amtafute mtumishi yoyote ama ustazi yoyote mwenye uwezo wa kiroho ana, anavunja zile agano agano. Mtu mwenyewe kwa mwenyewe ni ngumu sana kuvunja, ndo maana watu wengi wanasali, wanaomba, wanafunga lakini mambo yao yako pale pale. Kwa hiyo na jambo la yeye kuota, naam, kumwota ex wake, naam inakuwa ni hiyo ya kiroho e. Ni sasa ni nani anakuwa ameisababisha? Ni, ni mwanaume au? kwa sababu kwa nini ni mwote yeye tu, kwa nini ni mwote ma ex wangu wengine? Ukiwa unamuota mwanaume, mara nyingi mtu anayemuota mwanaume wake ambaye ameachana naye asilimia tisini, usi uki lazima ukute yeye ndiye alikuwa chanzo. Aha, wa yale unayoyapitia ya yale unayapitia aidha kwa kujua au kwa kutokujua kujua ikoje. Kidogo mmekosana tu basi tuachane kila mmoja apite njia yake umeelewa? Lakini na, bado unampenda na e, bado unampenda lakini unatoa maamuzi magumu. Hapo ujue, kuna kitu. E, ujue kuna kitu ambacho kimewatenganisha mm -hmm. Na hii swali ni nzuri kwa sababu inaendana na somo la leo la choo, okay. Kwa sababu chanzo ni choo oh. Ndio huwa inaleta hii pia Kivipi sasa? Ndo tu uniambie sasa, kuanzia choo. Huwa anapenda sana kuambia watu choo ni nzuri kwa sababu inatusaidia kuweza watu kuoga ama watu kujisaidia, si ndio? mm -hmm. Lakini mtu yoyote yule, leo leo, nilipokuwa asubuhi, kuna mtu aliniambia mtumishi, babangu amestroke. Amestroke vipi Alianguka chooni, amefanyaje? Amestroke. Unajua, kuna roho safi na kuna roho chafu mm-hmm. Roho chafu huishi chooni, mmenisikia? Mm, roho safi huwa -hmm. haziishi chooni, mm -hmm. chooni. Mm -hmm. Ndio maana kuna majini wasafi na kuna majini wachafu mm -hmm. Majini wasafi hawakai na majini wachafu sehemu moja. Majini wasafi wanajitenga na majini wachafu, wanakuwa sehemu yao choo chafu ndo unaona inabeba vitu vichafu, kama unavyoona nzi wanapenda vitu vichafu, mende wanapenda sehemu ambapo ni pachafu, funza wanapenda sehemu ambapo ni pachafu. Kwa nafsi zile chafu, mapepo machafu huwa yanakaa chooni, umeelewa? Ndio maana mara nyingi huwa huspendi mtu ateme mate kwenye tundu la choo. Aidha, sasa wale wanaopanga nyumba, wanaoishi kwenye nyumba za kupanga ili uepukane na haya, na kuna, kwa nini matatizo yanakuwa mengi ndani ya choo? Unapopanga, mnapanga katika, yani labda watu wamepanga. Ili uwe vizuri na uwe kwenye usalama, unapaswa uwe na ndoo yako, uwe na kila kitu, dodo, dodoki, sabuni yako. Ukiwa kwenye nyumba ya kupanga alafu choo mnashea, sabuni ikidondoka, ni bora uiache iende, kwa sababu choo imebeba majanaba mengi sana hata sabuni ikianguka usiiokote. sisi sis, yeah. tuna kawaida unaichukua unaipiga maji unaendelea. Lakini haya yote unayazungumza ni kwenye vyoo aina vyote? Kabla hujaendelea yani, unajua choo, maana mimi nishaangusha sana sabuni. Ndio, yani, yani naongelea sabuni ikidondoka kwenye choo cha kushea na watu wengi, ya chumba cha wapangaji, yaani wapangaji wengi. oh. choo kinatumika na zaidi ya watu kumi. oh zaidi ya watu watatu wa familia tofauti, wa familia tofauti. Mm -hmm. Ile ndio mbaya, lakini choo, ili uwe salama zaidi, mm -hmm. Unapotaka kuingia mtangulize Mwenyezi Mungu, akuepushe na pepo chafu na roho chafu zisikuvae, ingia chooni mm -hmm. Unapotoka uko mlangoni, sema kwamba Mwenyezi Mungu niepushe na mabala yote ya mapepo machafu yasinivae ina maana unakuwa unaacha zile nafsi zilivyo, umenielewa? Choo hata kiwe kisafi kiasi gani, unapaswa kwanza kukisafisha kabla hujakitumia, ili nafsi zile ambazo zinasubiri ziweze kuepukana na wewe. Ni yani kweli mtumishi, saizi nadhani ndo nataka kwenda kukitumia choo, saizi tena nianze kukisafisha Yani, unajua uzuri, sasa hivi, uzuri wa siku hizi, nashukuru Mwenyezi Mungu hivyo. Eh, oh, ndiyo hivyo okay. Uzuri wa siku hizi, choo za siku hizi unaweza ukakuta kuna maji ya kubrashi tu inatoa mm -hmm. uchafu ule wa juujuu, unakuta labda mtu ametenga ndoo yake mm. ana maji anamwagia pale kochoo, choo wanaishi roho mapepo machafu kwa asilimia tisini. mm -hmm. Wana, hawawezi kuishi ndani, ila wanaishi chooni. Ndio maana mtu anapokuwa katika ndoa wanaweza kaa sawa tu, akienda uwani akirudi amebadilika, hasa unajiuliza kule akakuta <coughs> meseji na unakuta ajenda na simu <laughs> nini kilichombadilisha kwa wakati ule? Unakuta ile nafsi chafu ndo <coughs> inaingia kwa mtu Umenielewa? Mm. Kwa choo tunakitumia nani, muhimu tutumie, lakini choo unapaswa kukitumia kwa kumtangulia. Yani, unapotaka kuingia mwombe tu Mungu, mwambie Mungu, naomba uniepushe na nafsi pepo chafu, kwa sababu mapepo wachafu wanaishi chooni. Mm. Ndio maana wengi, mtu anatoka anaenda kanisani, anaenda kanisani vizuri tu, anasali akiingia labda amebanwa na haja ndogo, anapoingia anaingia vuu, anamaliza anatoka vu. Ina maana kama alikemewa pepo chafu litoke, akirudi ataanza moja. Ukienda katika ulimwengu wa kawaida, mganga anakushauri kwamba usiogee chooni, kaogee sehemu fulani. Kwa nini? Anaogopa ni kwa sababu gani? Choo ina nguvu kubwa. Choo katika ulimwengu wa kawaida, mtu ana uwezo wa kunena chochote kwa mtu na ikampata balaa maisha yake yote, kwa sababu choo. Mfano, mtu ashatambua kwamba fulani anatembea na mke wangu, anatembea na mke na mme wangu, si mm. si ndio? anachukua anajua, mimi na nyuzi ya nguo ya mme wake mm. au mke, wang, mke mme, yani, mme, mme au mke mke. Akachukua, na kuna vitu akielekezwa, akachukua akasema, kuanzia leo fulani, nataka mfarakane, mwanaume akuone kama cho kila wakati, yani akikuona tu asitamani kuwa na wewe, afa akadumbukiza Aisee, hiyo ndoa, hawezi kuwa na amani yani, hawezi kuwa na amani hata kidogo. Na ndio maana, unakuta ndoa nyingi, amani ni ndogo. Wanaume unakuta wako nje, wanawake wako nje. Choo inasababisha mtu, unaweza kaingia akaingia usiku ule ajatanguliza neno lolote, akirudi unaweza ukashangaa mwanaume anahitaji tendo la ndoa na anakoswa kabisa kumbukewe, kwa mkewe kwa sababu mwanamke anakuwa hana amani ya ndoa na chondo inatanguliza kwa asilimia mia moja kuleta jini mahaba, kwa sababu mwanamke anapoenda asasa, wanawake wanaipokea kwa raka kuliko mwanaume. Hmm. Mwanamke anapoenda uwani usiku kuanzia majira ya saa sita au majira ya saa saa nne au saa tano saa saba saa tisa saa nane hizo hayo majira anapoingia Akirudi asilimia tisini lazima wote wanashiriki tendo la ndoa kwa sababu wale waume wa kiroho wanaoishi mapepo machafu yanakuwa yanamvaa kwa mwanamke. Akimwona mwanamume wake anakuwa ni mtu mwenye hasira za ghafla tu na kupanik bila sababu, mwanaume ajamfanyia chochote, lakini anashangaa tu anapanik tu bila sababu, amebadilika ghafla, ghafla. Choo imeongoza kwa kuvunja ndoa nyingi sana bila watu kutambua. Mtu anaolewa leo, kesho vurugu haziishi ndani. Mwisho wa siku visingizio vinaanza, mwanaume anatoka njia ndoa, mwanamke anasikia na nini, mwanamke anapenda kelele. Ni kwa sababu gani? Zile nafsi huwa zinaishi kwa kuunganisha na kuleta kelele. Choo inaweza kumletea mtu nuksi na hata kila anachokifanya kisiende. Maana ni kwa sababu gani? Mtu anaingia chooni, labda ametoka kuomba kazi Sam anaingia chooni, atoki mlangoni, akemee pepo chafu libaki, anarudi anaenda shikari labda CV vyake, mwisho wa siku interview yake anaambiwa umefeli. Mikono kwa kikubwa kwa Waislamu na washangaa, Waislamu ni wanaojua dini, anapotaka kuingia ibadani, anaona anajitakasa. Toka chooni, jitakase, unapojitakasa unamaliza una swali, inamaana umemkaribisha Mwenyezi Mungu na nafsi chafu. Umefanyaje umeziondoa? Kwa mkristo au mroman, umetoka umejitakasa, umenawa, umeonyesha ishara ya msalaba, umevunja, umejiwekea ulinzi ndani yako. Umenelewa? Kwa watu wengi siku hizi yeye unakuta hadi chooni ndio anapiga stori na mwanamke wake au nini. Umenelewa? ko choo Ukitaka kujua choo ni mbaya, tereza hata kidogo, utahisi kuna mtu amekusukuma, kwa sababu kuna nafsi ambazo zinahitaji muda wote, amani au damu, kwa unapokusukuma. Na wengi wanaoangukaga chooni kufuatilia, uwezi kukuta damu, ni wachache unaokuta damu, unakuta damu inagandia ndani. Sasa najiuliza itakuaje mtu katereza kastroku, au kafa afu damu amna Mchubuka. Hata mchubuka. Asilimia tisini hawachubukagi, asilimia tisini wanaoanguka na wanaofia chooni huwezi kukuta damu imemwagika chooni, kwa watu wanapuzia, lakini choo ina madhara kuliko unajua. Choo labda, una mpenzi wako unampenda, au mmeo au mkeo au mtu wako, umeenda chooni umetoka au, au wazi chochote, ukaja ukawasiliana naye. Kuna majira ambayo ukiwasiliana naye huyu mwanaume atakuwa ni ngumu sana hata kukuhudumia. Huyu ni mwanamke atakuwa ni mtu hata kukujali, kwamba nina mwanaume mpaka umfosi kwao. Cho imesababisha wadada wengi wamekuwa ni watu wa kutelekezwa tu. Cho imeleta ugumba kwa wadada wengi, kwa mama wengi hadi mia. Mimi nina ushuhuda mmoja, kuna mama yuko Mbea na mweka bracket, alinitafuta kanapa, mtumishi, nisaasali sana sasa hivi, na miaka arobaini na saba sijapata mtoto, nishaachisha nishaachishwa ndoa nne kisa mtoto. Lakini ni mtu mwenye pesa sana, yani gari yake ya nne ya thamani ya bei ndogo ni vagga, ndo thamani ndogo t hapati mtoto, hapati kwenye ndoa. Mtumishi, mtumishi, nafanyaje? Unajua mimi mtu akimtumia picha yake, nikiona tu picha yako, na uwezo wa kutambua huyu ana shida hii na shida hii na akifanya hivi anaweza kuwa hivi na hivi, hata uwe Ulaya. Nimeenda hospitali kaambiwa nani uzezi wangu umepanuka kwa na pia omoni yangu haiwezi, mbegu zipo, haiwezi ku mbona ah, sioni tatizo akanambia, mm, nishazunguka nishasali sana. Akaniambia, basi haina shida, tafuta muda uje. Akaniambia, naomba nikukatie tiketi uje. Nikaambia, amna, labda niwekee mafuta. Akaniwekea mafuta, nikaondoka, nikaenda Mbeya. kufika nilivyofika tu ndani tu pa niliomba niomba niende uwani nilivyofika uwani pale, nzori, majiane, majiane, atirika, pale. muambia, na ni nyumba nzuri maji yana ukibonyeza hivi maji yanatirika na ingia pale, nikamwambia nataka nikusaidie, sioni tatizo leo, nayo leta kitu fulani kitu fulani kitu fulani, maji tu ya baraka. Tulienda tukatafuta kwenye makanisa ya Roman, nikamwambia sipiga deki nyumba nzima, kapiga nguo vitu vyote ambavyo vilikuwa humo Kwenye choo naomba vihamishe vyote kavichome moto. Akamaliza. Hizi miswaki zote ambazo zilikuwa hapa zihamishe, zitoe zote. Nunua mswaki mpya. Kwanzia leo weka nje mswaki wako. Ingia ndani? Ah, usiweke chooni ani. Ehe. Hivi kumbe tusisi tunaweka miswaki chooni? Sasa. Nikosa. Unanishtua tua, mtumishi. Mimi kweli. Ndiyo. Mswaki wangu uko kwenye bathroom yangu. Kwa hiyo inabidi ni utoe kwao. <laughs> <Una niwogo pesha. laughs> <laughs> Nikakuta mwanaume aliyekuwa na mmiriki yule pepo alikuwa anatishia naye mswaki mmoja kwao, ikabidi tuzitoe kwao, mwanaume ambaye, unajua kuna waume wa kiroho ambao wanakaaga uwani chooni, ambao ndo wa, au jini maaba kwa kisha sina yeye anakuwa ni meo kwa yeye anakuwa na wivu na wewe. Hata ukiwa na mwanaume yeye ndiye anavunja mahusiano yako. Unaweza akawa ni mtu wa kwanza wewe kukasirika kuvunja mahusiano, ah, mimi na wewe basi, mimi napendwa na wanaume wengi, wananihitaji kwa hata ukiondoka sina shida. Unaweza ukahisi unaongea, wewe uko sahihi, kumbe ni ile nafsi ya kiroho ile ambayo inahitaji wewe na mwanaume ndiye anakuvunjia. Ndio maana ukuta mtu anaolewa hapa, kesho anaolewa huko, kesho anakuta anaolewa huko, sababu yule anahitaji amiliki na ubaya kuna pepo chafu ambaye akupi maendeleo, na kuna wengine wanaokupa maendeleo. Tukavyamisha, nikaambia mi nishamaliza kukusaidia. kweli sa mtumishi, jani tulipata dawa kaa dawa ya nini? hichi ndio likuwa tatizo. Akanipa usafiri, lakini alinisindikiza kwa shingo upande, kwa sababu nilichokifanya na jinsi nilivyotoka huku akaona ni vitu viwili tofauti. Karudi nikamwambia kama unashemeji nenda naye. Wiki ya kwanza ya pili akanitumia vipimo, akaniambia siamini. Mpaka mwezi wa tisa anajifungua, ndo alikuja kutoa ushuhuda na sadaka zake. Chanzo ilikuwa ni choo. Ana miaka arobaini na saba, na leo ana mtoto wa kiume na amemwanzisha jina langu. Umenielewa? Kwa hiyo choo ni chanzo na choo kimeua watu wengi yeah. Mtu anaolewa leo kesho anakufa choo. Sasa kama huyo ana wasiwasi, hajui kama ndio, atapata stroke au babake atavuta. Anyway, mimi naenda kutoa ule mswaki saa hivi, kwa sababu wengi wana uoga. Ndio maana mtoto wangu ananiambia usiweke mswaki chooni. Yani, kwa kifupi sisi tunawaza bakteria lakini mm, kumbe kuna vingine zaidi ya bakteria. Yani, kwa kujisaidia vizuri choo si, eh, mswaki sikae chooni Yani, ni yani mswaki isipende kukaa chooni. alafu kuna watu wanapenda kutumia maji ya chooni kunawia, yani labda mtu ana bomba pale pale yeah. ananawia mdomo mm. So, wasipende kufanya hivyo he? ni heri uchote... Sasa na mafuta kama kila kitu kiko kule chooni, na sio shida, mafuta siyo shida oh, okay. kitu kibaya ni mswaki mm. kinywani kinywa kinaumba ulimi unaumba, kwa unapokaribisha zile nafsi. Ndio maana unakuta mtu ana madeni mpaka yanam, yanamzidi na anasali na anakesha na madeni hayaishi, na anakopa hadi sadaka apeleke, lakini bado ni kwa sababu gani? Amna anachokifanya sio kwamba juu kusali, amna anachokifanya ishu ni cho sisi tulikuwa tunajua kwamba ukiacha mswaki chooni ni kwa sababu tu ya usafi, lakini kumbe kuna mengi zaidi ya yeah, hiyo. Kwa hiyo kile unachopeleka kinywani hakikisha hakikae chooni. Kama ni sabuni na huku unatumia uh, bafu la kushea, hakikisha basi usabuni huiokoti tena ye yeah, ile uswahilini kwetu tunaenyewe tunaioshaosha tu hivi alafu tunaendelea kuitumia ni hayo tu, na natumaini kwamba tumeweza kuyajibu maswali ya Mtumishi Sam, na maswali mengine pia nimeweza kuyaona inbox. Unaweza ukauliza tena swali lako lolote uliloko nalo. Mimi naitwa Tira, naitwa Mtumishi Sam x